Daka mtazamaji, nafahamika kama Lulu Hassan. Moja kwa moja, tunaanza na taarifa kutoka kaunti ya Garissa, ambapo tunaarifiwa kwamba viongozi wa dini na wadau wengine kutoka kaunti hiyo wametamaushwa na viwango vya juu vya matumizi ya madawa ya kulevya miongoni mwa vijana eneo hilo wakati huu wa likizo ndefu. na kwenye mkutano ulioandaliwa kujadili changamoto zinazochangia ukosefu wa usalama kwenye baadhi ya vijiji vya mji huo, malezi mabaya ya wazazi na ulegevu wa maafisa wa Polisi, kuvamia na kukamata wahusika wa madawa ya kulevya imechangia pakubwa hali hii. Kama sisi wananchi hatuwezi kuongea shida yetu, nani ataongea shida yetu? Hakuna mtu mwingine atatoka malngine kutuongelesha shida. Sisi ni wananchi na tunajua shida ya hii Garissa, na tunajua pia suluhu. Kinamama a tumeongea, hii watoto ni ya wazazi na wazazi wametoka Garissa. Kila mzazi akanye mtoto yake, akuwe na mtoto ambaye akona adabu. Su jamii inatokana na family, family kama mzuri, kila family kama mzuri, jamii pia itakuwa mzuri. Tumeongea ja, uh, kwa wingi sana, tungependa tusaidiwe na serikali namna kukomesha hii dawa ambaye imeathiri watoto wetu, future yao imeharibika na wameshinda kufanya kazi. Tungependa tusaidiwe na sisi pia tuweze kushikamana na serikali yetu ili tuweze kupunguza uh, mambo haya ya dawa ya kulevya. Wazazi wa pia wajue mtu, watoto yao wanaletea wana pesa, wametoa wapi hiyo pesa? Watoto yao wanaenda wanaenda wapi? Watoto yao wanachelewa wanachelewa wapi? Sio ati mtoto yao amekuja ameletea pesa. Mama, umetoa wapi pesa umeniletea vipi? Ukatoa wapi? na mimi pia nijue mtoto yangu amefanya kazi wapi ameniletea pesa ni shukule kila pesa mtoto ameniletea na no, mtazamaji